Hudumu ambaye uko faraja hiyo, tunaweza kusaidia katika maeneo mbalimbali. Kuna viti vya kutosha walete na wanafamilia tafadhali, wataelekea peinemo na familia kumshukisha kijana wetu, kaka yetu mpendwa, tulimpenda sana. Tunashukuru Mungu kwa yote yote. Wataingia hapa pamoja na vijana. Naitwa Efatha Nanyaro. Joshua ni kijana wa mjomba wangu, lakini kwa muda wote tangu tumepata hili tatizo, mi ndo nimekuwa msemaji wa familia kwa hiyo tangu ule mwaka 2023 tulifanya jitihada kadhaa za kufuatilia e, kupitia njia mbalimbali mbali za kidiplomasia na njia nyingine ambazo kama wana familia tuliona kwamba ni njia sahihi. Leo tunashukuru Mungu kwamba safari ya miaka mitatu, e, kilio cha miaka mitatu tunaweza tukakihitimisha leo. Faraja ambayo tunayo kama wana familia ni kwamba e, tuna uwezo ama tunashukuru Mungu kwamba hatimaye eh, tunaweza tukamhifadhi eh, kijana wetu Joshua katika heshima ambayo anastahili, kwa sababu unaweza ukaelewa kuna maumivu ya kufiwa, lakini kuna maumivu makubwa zaidi pale ambako hauwezi ah, kumhifadhi mpendwa wako, na kwa taratibu za kwetu za kibinadamu na taratibu nyingine, unatamani pale ambako pamoja na ukweli kwamba mauti ni jambo la kila mmoja, na sisi kama binadamu lazima wote tuka rudi mavumbini, kama maandiko yanavyosema lakini una